Mpendo wa Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Mchungaji Lusungu Msigwa, nafanya kazi ofisi ya of ushirikiano wa kimataifa ya dayosisi yetu ya Iringa, na hapa natamani kuleta taarifa fupi ya utendaji wa kazi wa kitengo cha bega kwa bega ndani ya hiyo hiyo ofisi ya of ushirikiano wa kimataifa kwamba tumekuwa na ziara mbalimbali mwezi wa kwanza ambazo zitaendelea mpaka mwezi wa pili lakini tunamshukuru sana sana sana Mungu kwamba tumefaulu kutembelea shule zote sita na tumetembelea na kufanya semina majimbo saba kati ya majimbo nane, na hili la nane mwanzoni mwa mwezi wa pili lazima linakamilika. Kwa mantiki hiyo, ninamshukuru sana Mungu kwa ajili ya ushirikiano wote tuliopokea kutoka ofisi kuu kwa viongozi wetu wakatupa muda wa kutosha kufanya hii kazi, lakini pia kwa wakuu wa majimbo wote, wakuu wa shule na waandamizi wa hayo maeneo. Mungu awabariki sana, tumepokea ushirikiano wa kutosha sana. Nizungumzie kidogo habari ya ufanisi wetu kwenye ziara majimboni. Tumekuwa na ziara majimboni, wakuu wa majimbo mbarikiwe kwa ushirikiano mzuri na mahudhuriano yamekuwa ya mazuri, mahudhurio kutoka majimboni, wachungaji, makatibu uh, wenye viti wa kamati za mahusiano, pamoja na wale wajumbe wawili ambao tulisema kila ushirika uchague. Tumeona jinsi ambavyo umetoa ushirikiano mzuri. Kwa wastani, kama asilimia tisini, tisini na tano hivi wajumbe walifika, ni wachache ambao hawakufaulu kufika na mada zote ambazo tulikuwa tumeamua kuzipresent tulizifanyia kazi, na kwa kifupi, tumezungumza sana. Tumekumbushana habari ya nguzo tatu zile za mahusiano. Tumezungumza habari ya ufadhili wa wanafunzi, na uko ufadhili wa aina ngapi na unamgusa mtu wa aina gani, na kamati za mahusiano zifanye nini ili twende pamoja. Tukawa pia na mada iliyozungumza habari ya miradi, kwa sababu tuna miradi mingi tunafanya pamoja na shirika zetu marafiki wanatazamia nini, ni vitu gani ambavyo vinawapa maswali, ili walau tupunguze maswali katika utendaji wetu. Na ninaamini tumeelewana vizuri, tutapunguza sana maswali kwenye miradi yetu kwa kufanya vizuri zaidi. Na mwisho tulizungumza habari ya kwamba mahusiano haya yanagusa tamaduni mbili tofauti, na kwa mantiki hiyo, ni vizuri sisi pia tukajipanga vizuri ili tusiwakwaze ndugu zetu. Yamkini ni kweli na mambo mengi wanataka kujifunza kutoka kwetu. Lakini kuna mengine ambayo huwa ni changamoto kwa, kwa hiyo tumezungumza hayo pia. Yanayoweza kupunguzwa yapunguzwe, tunapoweza kuboresha yaliyo mazuri tuboreshe, ili mahusiano yetu yaendelee kuwa na nguvu, lakini pia yaende muda mrefu na wenzetu wafurahie kuwa na sisi. Aa, nizungumze pia habari ya jambo ambayo nimeliona ni vizuri, ni kazi hii nimeshalisema mara kadhaa na leo natamani irudie, sharika tukumbuke kuwa na miradi endelevu Sharika tukumbuke kuwa na miradi zalishaji, na nasema haya kila wakati, kwa maana ninarudia kusema hatuna hati miliki na hawa marafiki. Kuna siku watakuwa hawapo, na kuna siku hiki tunachokipata leo hakitakuwepo. Sasa ni vizuri tukawekeza mahali ambapo katika hiki kidogo tunachokipata leo kitajiendeleza chenyewe na huko mbele yamkini, tukawa na miradi yetu, tukasomesha watoto wetu yatima wetu kwa kutumia mifuko ambayo tunawekeza sasa. Kwa mfano unaweza kuwa na miradi kama vile uh, mashamba ya matunda ya parachichi. Wengine wameshafunguka, kuna sharika zina mashamba mazuri makubwa ambayo yamefanywa kwa ushirikiano wa mahusiano haya. Tushirikiane tuwekeze mashamba makubwa ya parachichi alafu tuyatunze, yatakuja kutubeba hapo mbele lakini pia wapo sharika nyingine sasa hivi zimezinduka zinajenga nyumba za wageni, mahali ambapo panaweza kuwa na mkusanyiko wa watu, ukapata wageni, wanawekeza kwenye nyumba za wageni. Ubora wa hizo nyumba unaweza ukatufanya tukapata wageni wa kutosha, uaminifu ukawa mkubwa, tutatengeneza income kwa ajili ya sharika zetu, na kwa njia hiyo sharika zitajiendesha kirahisi sana. Lakini mwanzo itakuwa ni haya mahusiano, tumewekeza kwenye mradi huo wapo wanaojenga pia shule za awali shule za chekechea zitawasaidia watoto wetu kwa miaka mingi. Kwa hiyo kiwekeza kwenye eneo kama hilo pia una uhakika kwamba hicho kitu baadaye kitakuwa hakitaji kujenga, kitakuwa kinataja kuendesha kwa maana ya kuendeleza watoto wetu. Ziko sharika zimeanza kununua mashine za kusaga, za kukoboa, za kukamua alizeti, hiyo ni miradi endelevu eti. Kwa hiyo ni vizuri kuangalia kwenye maeneo yenu, naweza nikafanya nini ambacho mashine hii ikawa, ikawa kitega uchumi kwenye eneo letu. Angalia kitu kinachohitajika kwenye eneo hilo halafu unaandikia mashine. Ninyi mnafanya kwa sehemu yenu na marafiki tunawaomba wanafanya kwa sehemu yao, itakuwa ni jambo zuri sana. Sharika nyingi zimeomba mradi wa maji. Unapopata mradi wa maji unaihudumia jamii, sio washarika tu, lakini jamii ya mahali pale itamuona Mungu, itamtukuza Mungu kwa sababu imekunywa maji masafi na salama lakini tusiache pia kuendeleza majengo yetu ya kuabudia, ila katika hayo sasa tusijenge vijengo ambavyo vitadumu kwa miaka mitano halafu kama expire, ni kujiaibisha wenyewe. Lakini kama kweli tuna hii nguvu, tujenge jengo ambalo litadumu miaka hamsini, mia moja mbele, ambapo hata kizazi kitakachofuata kitakuja kusema Naam, wazazi wetu, babu zetu, baba zetu, mama zetu walikuwa na akili, waliona mbali. Kwa ni vizuri pia hata majengo tunayofikiri kujenga sasa, tusijifikirie tu sisi, tufikirie vizazi hata vinne vitakavyofuata, kwamba watakuja kutumia majengo hayo. Baada ya kusema hayo, ipo miradi mingi kwa kila, watu waangalie kwa eneo lao. Nimetaja tu hiyo michacho kama mfano, lakini kimsingi kila watu wanaweza wakaangalia kwa namna yao, kwamba nini kinaweza kikawa endelevu kwenye eneo lao. Pia kuwashukuru tena wakuu wa majimbo kwa ushirikiano, wachungaji, viongozi wa mahusiano. Niwashukuru pia wakuu wa shule na washarika na wanafunzi ambao tumeshirikiana vizuri kuyafikisha haya hapa tunapofika. Naomba tuendelee kutembea pamoja, baada ya kuwa tumefahamiana. Hivyo basi tufungue ukurasa mpya mzuri zaidi, ili ili litimie, kwamba sasa sasa tunaondoka ili tukajenge, kama mstari wetu wa mwaka unavyosema. Sasa natuinuke kwa kwa pamoja, kwa nia moja. Haya, tuendeni tukayaimarishe mahusiano yetu. Bwana awabariki sana.